Hi guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii. Kama kawaida ni Teacher Sharak na tuna tangazo kutoka e, Wizara ya Elimu ya Mafunzo ya Amali Zanzibar. Tangazo hili limetolewa na katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Anawatangazia wanafunzi wote walioomba na wenye sifa za kujiunga na kidato cha tano kuwa matokeo ya kujiunga na kidato cha tano yatatolewa siku ya Jumatatu, tarehe 23 mwezi wa 6 2025, na yatapatikana katika tovuti ya wizara ambayo ni www.moez.go.tz. Mara baada ya tangazo hili wale wote watakaoyaona majina yao wanatakiwa kuripoti katika skuli walizopangiwa siku ya Jumanne tarehe moja mwezi wa saba 2025 tayari kwa kuanza masomo. Walimu wakuu mnaombwa kuwapokea na kufanya uhakiki wa vyeti vyao kabla ya kuanza masomo. Kwa wale wafanya wanafunzi wenye mabadiliko, mnaombwa muwaorodheshe na kuwasilisha wizarani na sio kuja mwanafunzi mmoja mmoja. Uongozi wa wizara pamoja na idara ya elimu sekondari inawatakia masomo mema. Tangazo hili limetolewa na Asia Lisa Isa ambaye ni katibu mkuu wizara ya elimu na mafunzo ya amali Zanzibar. Sisi kama Teacher Sharak kampani, kazi yetu ni moja, kuhakikisha tunakusogezea taarifa hizi kwa ukaribu kabisa, ili uweze kuzifanyia kazi kwa wakati. Kwa hiyo muhimu kujua ni kwamba tarehe ishirini na tatu ambao siku ya Jumatatu matokeo yataachiwa rasmi kwenye wizara, kwenye tovuti ya wizara, na tarehe moja mwezi wa saba ndio tarehe ambayo kila mwanafunzi anatakiwa aende kuripoti kwa vidato kidato cha tano katika shule zote ama skuli zote ambazo atakuwa amepangiwa. Endelea kusubscribe chaneli hii ili uwe kwanza kupata taarifa maalum kuhusu masuala ya elimu, lakini pia hakikisha unashare taarifa hii ili imfikie kila mmoja ajiandae kwa ajili ya kupokea matokeo yake siku ya Jumatatu. Asante, karibu tena.